Baada ya bunge la Ulaya kulaani kukamatwa kwa Lissu na kuitaka serikali ya Tanzania imwachilie mara moja na bila masharti. Je, serikali ya Tanzania itafanya hivyo? Itamwachilia? Hilo ni swali ambalo wengi wamekuwa wakijiuliza, mara baada ya bunge la Ulaya kuwa limefanya kikao cha dharura kujadili suala la mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu. Ifuatavyo ndivyo wabunge wa bunge la Ulaya walivyolaani kukamatwa kwa Tundu Antipas Lissu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na kutaka aachiliwe bila masharti. Wabunge wa Ulaya wamejadili maazimio kuhusu mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema Tanzania, Tundu Antipas Lissu, na kulaani kitendo cha kukamatwa kwake pamoja na tuhuma zinazomkabili ambazo wanasema zinaonekana kuwa za kisiasa na zinazobeba hatari ya kifo. Hatua hiyo imefikiwa baada ya bunge hilo kufanya kikao cha dharura kujadili suala la mwenyekiti wa Chadema, Tundu Lissu. Je, maazimio yaliyojadiliwa ni yapi? Wameitaka serikali ya Tanzania kumwachilia mara moja Lissu na bila masharti yoyote ili kuhakikisha usalama wake na haki yake ya kusikilizwa kwa haki na uwakilishi wa kisheria. Wabunge hao wanazitaka mamlaka za Tanzania kukomesha ukandamizaji unaoendelea, ukamataji hovyo, unyanyasaji, mashambulizi na unyanyasaji dhidi ya wanachama wa upinzani, watetezi wa haki za binadamu, watu wa kiasili wanaharakati wa LGBTIQ+, waandishi wa habari na mashirika ya kiraia, na kuchunguza kwa uhuru dhuluma za polisi na kupotea kwa watu, kudumisha utawala wa sheria, vyombo vya habari, uhuru wa kujieleza, uhuru wa vyombo vya habari na mahakama, sheria za uhalifu wa mtandaoni na vyombo vya habari za Tanzania kuwa zizingatie sheria za kimataifa za haki za binadamu, kuheshimu haki za vyama vya siasa na kuhakikisha uchaguzi huru na wa haki. Wito kwa mamlaka za Tanzania kurejesha ushiriki kamili wa Chadema katika uchaguzi wa Oktoba mwaka huu wa 2025 na kushirikiana na vyama vyote vya siasa katika mazungumzo ya uwazi na jumuishi kuhusu mageuzi ya uchaguzi kwa kushirikiana na mashirika ya kiraia na wadau wengine. Wito kwa EU yani European Union na nchi wanachama wake kuwasiliana kwa kina na mamlaka za Tanzania kuhusu kesi ya Lissu na kufuatilia kwa karibu kesi. Inawataka kuzingatia hatua zinazofaa ikiwa hali ya haki za binadamu itaendelea kuzorota. Wanaitaka Tanzania kufuta hukumu ya kifo na kubadilisha hukumu zote za kifo. Wanasisitiza haja ya EU European Union kuhakikisha kwamba ushirikiano wake wa kimaendeleo na Tanzania ikiwa ni pamoja na mpango wa Global Gateway unaendana na uendelezaji wa haki za binadamu, uhuru wa kujieleza, na viwango vya kesi vyenye haki. Wabunge hao wanamwagiza rais wake kupeleka azimio hilo kwa serikali na bunge la Tanzania, pamoja na Umoja wa Afrika. Azimio hilo limetarajiwa kupigiwa kura na wabunge hao siku ya Alhamis tarehe nane ya mwezi huu wa tano na mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Taarifa kwa umma kuhusu hali ya demokrasia na haki za binadamu nchini Tanzania na mtazamo wa Umoja wa Ulaya yani EU. Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kwa kutambua wajibu wake katika kulinda na kuendeleza misingi ya demokrasia haki za binadamu na utawala wa sheria nchini Tanzania, kinapokea kwa heshima na uzito mkubwa msimamo ulioonyeshwa na Umoja wa Ulaya yani EU na nchi wanachama wake kuhusu hali ya kisiasa nchini mwetu kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu wa 2025. Katika taarifa hiyo ambayo Chadema inaungana nayo kikamilifu, Umoja wa Ulaya umetoa msimamo ufuatao. Moja, wito kwa serikali ya Tanzania kurejesha ushiriki kamili wa Chadema katika mchakato wa kisiasa na kuhakikisha kwamba haki za binadamu, uhuru wa kujieleza na haki ya kupata haki mahakamani vinazingatiwa kwa mujibu wa viwango vya kimataifa. Namba mbili, serikali imetakiwa kujihusisha kwa uwazi na kwa mashauriano ya kweli na vyama vyote vya siasa pamoja na asasi za kiraia ili kuwezesha maandalizi ya uchaguzi wa haki, huru na kuaminika mwaka wa 2025. Hili linahusisha pia kuanzishwa kwa mazungumzo jumuishi ya mageuzi ya mfumo wa uchaguzi. Namba tatu, EU imesisitiza kuwa ushirikiano wake wa maendeleo na Tanzania ikiwemo mpango wa Global Gateway lazima uendelee kuakisi dhamira ya kukuza haki za binadamu, uwazi, na utawala wa sheria. Namba nne. Umoja wa Ulaya umetoa wito kwa serikali kufuta adhabu ya kifo na kubadilisha hukumu zote za kifo kama sehemu ya mageuzi ya kina ya mfumo wa haki jinai unaozingatia utu wa binadamu. Namba tano. European Union imetaka taarifa yao iwasilishwe kwa serikali na bunge la Tanzania, Umoja wa Afrika na mwakilishi mkuu wa sera za mambo ya nje wa EU kwa lengo la kuanzisha mashauriano ya dhati na yenye matokeo ya kweli kwa maendeleo ya kisiasa ya Tanzania. Namba sita. European Union pia imetoa msimamo thabiti kuhusu kesi ya Tundu Antipasilisu ikihimiza ufuatiliaji wa karibu na kuchukua hatua stahiki endapo hali ya haki za binadamu itaendelea kudorora. Chadema inaunga mkono wito huu wa Umoja wa Ulaya na inasisitiza kuwa kwa muda mrefu sasa tumekuwa tukitoa hoja hizo hizo kwamba kwa, kwa taifa letu kufikia maendeleo ya kweli, lazima misingi ya demokrasia, haki, ushirikishwaji na utawala wa sheria iwe imara. Tunatoa wito kwa watanzania wote, vyama vya siasa, asasi za kiraia, viongozi wa dini na jamii, kwa ujumla kusimama, eh, kusimama kidete kulinda mustakabali wa taifa letu kwa kuhakikisha kuwa uchaguzi wa mwaka wa 2025 unafanyika katika mazingira ya haki, uhuru na usawa na wazi. Mwisho, Chadema inapongeza Umoja wa Ulaya kwa msimamo huu wa kishujaa na inalihakikishia jumuiya ya kimataifa kuwa itaendelea kushiriki katika juhudi za kuijenga Tanzania mpya yenye demokrasia ya kweli, haki sawa na maendeleo kwa wote. Imetolewa siku ya Jumatano Mei 7 mwaka huu wa 2025 na Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi CHADEMA. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza kwako ili kusudi upate kufahamu kinachoendelea ndani ya Tanzania